Sisi tulikuwa na maeneo ya familia ambayo yaliyopimwa mwaka gani ule F, kama elfu mbili na kumi na nne ndio, lakini baada ya kuwa tumepima tukapata viwanja kumi na moja baada ya viwanja kumi na moja pakabakia na sehemu ndogo ambayo ndio hiyo iliyoleta migogoro kati ya mheshimiwa wa hapa na mzee mmoja wa Gungu kuivamia na kuiuza walivyoipima ikapatikana viwanja viwili, wakawa wameuza. unaposema mheshimiwa hapa ni nani diwani? E, mwenyekiti wa serikali za mtaa. mwenyekiti wa serikali za mtaa. E, wakawa wameshirikiana, huyo jamaa anaitwa Sheriziki wa Gungu, wakawa wameuza lile eneo likatoka viwanja viwili. Sasi tunaenda pale ili tufanye, kwa sababu sisi ni maskini kama navyoona, tunaenda pale ili tufanye tufanye biashara kwa wateja tukakutana pameuzwa, panasoma namba za watu. Naona tulivyofuatilia yule jamaa alikuwa amenani pale, akasema nimeuziwa na serikali ya mitaa. Tulienda kwa mwenyekiti wetu, akatuambia yeye hajua aliyeuza ni nani, wala hajua aliyenunua ni nani. Ikabidi tukafuatilia, tukaenda kwa mtendaji. Nipofuatilia kwenda kwa mtendaji, mtendaji akasema bwana Huyu ni mkubwa, mimi ni mdogo, siwezi kumuita mtendaji wa mitaa huyo. mm. akasema huyu siwezi hata kumuita hapa mbele mbele yangu haifai, kwa hiyo ni mkubwa kwangu. Tukawa mimi nimeona sasa nifanyeje. Mheshimiwa alipokuja nani mkuu wa wilaya, nikaenda pale kwa watu waliokuwa wanatoa kero zao. Nikasema, Mheshimiwa, na mimi nimezulumiwa, huu tumezulumiwa eneo letu la familia, naomba utusaidie. Aliniambia hivi, nenda kwa yule mama mmoja hivi mtu wa TAKUKURU. Asubuhi yake niliamka nikaenda kule TAKUKURU, yule mama akasema hapa ma, baba sina cha kukusaidia, nakupa mawazo: nenda mahakamani, mahakama ya mwanzo ukajaribu kufata prosesi zote, kifo cha baba yako kila kitu ufuate hivi hivi ninavyokuelekeza. Na kweli asubuhi yake nilienda nilienda hapo mahakama ya mwanzo nikafungua mambo ya mirathi, nikakubaliwa na mheshimiwa. Nilivyokubaliwa nikarudi hapa nyumbani, akanambia niende kwa mtendaji, mtendaji akanitupa kwenye baraza la kata. Baraza la kata wamejadili pale, tukaenda mpaka maeneo wakayaona, wakashuhudia na ramani ninayo humu ndani ambayo waliochora baraza la kata lakini wale baraza la kata walipoliongelea ikaonekana yule aliyenunua pale ni mtata wa kwanza, ni mtata kabisa, hataki kunielewa. Nikamwambia mama, hapa ni kwetu sisi familia mzee Julius Gota, we umenunua, ndio sijakataa, lakini umeibiwa. Anaambia hivi bwana, mi nimenunua kwenye serikali. Serikali gani imekuuzia eneo letu? Akasema bwana, serikali ya mitaa ndio imetuuzia Aa, sawa basi, tukienda kwa mwenyekiti, mwenyekiti anakataa kona, saa tufanyeje? Nikafanya mipango nikapata picha ya yule ule jamaa aliyenunua pale, kwa jina anaitwa Oscar. Nikampigia simu akasema bwana mi nilinunua kwa, kwa mwenyekiti ndio aliniuzia. Akasema sawa kama alikuuzia mwenyekiti hakuna shida, lakini amewauzia eneo la familia Mzee Julius, hapo sisi ndio wamiliki halali wa hapo Naona basi baada ya kuwa tume nanii, nimefuata process zote nikarudi kule kwenye baraza la kata, wakanipa karatasi ya kwenda baraza la nini la ardhi la wilaya la, la, la. Basi nilipoenda pale wakanambia barua imeandikwa vibaya, nika rudi nikarudi kwenye baraza la kata. Vipi wazee wamenikatalia, barua hii haijaandikwa vizuri Wakasema, ah, mbona tunaandikaga hivi hivi, imekuwa kuwaje wewe kukosa kukubaliwa? Labda huenda wana maana, unaona. Nikasema sawa, kama wana maana itaeleweka. Haya, nikarudi tena. Nilivyoenda mara ya nani ya mwisho nikasema sasa hapa nafanyaje? Wakaniambia nienda kwa mwanasheria, nikaenda kwa mwanasheria, mwanasheria akaniambia nitoe laki moja ili airatibu lakini laki moja nikawa sina, maskini, nikaanza kuangaika, nikapanda teremka, natafuta laki, nakuja kwenye familia. Jamani, nimeambiwa laki moja ili iratibiwe iende mahakamani, ikiwa iko safi, lakini tukakosa ile hela. Nikaona sasa hapa nifanyeje? Nikaenda Kigoma mjini pale kwenye juu kwenye rosha, kuna jamaa mmoja mwanasheria wa kujitegemea nikamwambia, bana nataka unisaidie juu ya hili. Alinambia una milioni moja, nikasema nimekosa laki milioni moja nitaipata wapi? Akasema bwana, basi sina zaidi ya kukusaidia, maana mimi mwenyewe ningeyachukulia, ningeyasimamia masuala na yangeisha. Nikasema basi baada ya kuwa nimezungushwa zungushwa, panda mara mahakamani mara nini, ikashindikana, tukawa tumetulia. Nikaenda zangu bushi huko maake, mimi na bangabanga na kale kakulimalimi, napiga na kakilimo huko, nivyorudi nikawakuta ndugu zangu hawa, dawati la Samia. Nikasema uf, hapa Mungu anaweza kuwa amenisaidia. Nilienda kwa ndugu zangu hawa nikawahadisia, jamani, sisi tumezurumiwa maeneo yetu, tunaomba mtusaidie, sisi bwana tunanyanyaswa kwenye maeneo yetu. Walivyoniambia waliniambia hivi, mzee, sisi tumetumwa kuwatetea wanyonge wasiojiweza wanaoonewa kwa ajili ya haki zao ndio kazi yetu sisi tulionayo. Nami nikasema asante Mungu, nikashukuru kweli kabisa. Hawa ndugu zangu walianza kulisimamia hilo jukumu. Waliwaita yule aliyekuwa anaitwa kwenye, kwenye baraza hafiki. Walipoitwa hawa, alipoitwa na hawa aliitika akafika pale, kweli walitusuluhisha vizuri na wale waliokuwa wametudhulumu haki zetu. Kwa kweli jamani, namshukuru rais kutuletea dawati hili, namshukuru sana sana sana na Mungu amwongezee maisha marefu. E, linapokuwa limetokeza jambo kama hili zito, halafu likakuta na familia nao wako hoi huwa linaingiza kama giza kwa sisi, huyu muda wote huu tunahangaika, yaani kiliingia kitu kama giza kwa sababu uelekeo tulikuwa hatuna. Huyu uh, kiongozi wa mtaa ndio aliyokuwa ana, ana, ana, anafanya haya, ndio aliyofanya haya, sio kwamba uh, ndio alikuwa msababishi mkuu wa hili kiongozi wetu wa mtaa. Kwa hiyo tulikuwa hatuna sehemu yoyote ya kimbilia. Ukiangalia roho yangu ni nyeupe kabisa. Yani, sijui Mama Samia alipewa kipaji cha namna gani kutuletea hawawa an tuko, tumeshashindwa yani tumesha kabisa lakini, alhamdulillah tumewapata wakina dada wametusaidia. Yani hata wale waliokuwa wanaitwa wale vigogo, tunaweza tukasema ni vigogo wa mtaa, waliokuwa wanaitwa hawaitiki, wanaitwa hawaitiki, wanaitwa hawaitiki. Lakini alhamdulillah hawa kina dada hawa kina vijana baada ya kuja kwa kweli waliwaita na waliitika na waliusikiliza. Kwa kweli huyu mama sijui nisemeje. Kiukweli kwa manispaa ya Kigoma Ujiji katika swala la migogoro au hali ya migogoro, migogoro migogoro inayoongoza sana ni ile ya ardhi. Migogoro ya ardhi ipo mengi sana, aswaswa aswa kwenye kata hii ya Kibilizi, na sisi kama masidio wa dawati ya msaada wa kisheria tunajitahidi kadri ya uwezo wetu usiku na mchana kupambana ili kuondoa ile changamoto ya migogoro katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Tupo kwa ajili ya wananchi, na dawati ya msaada wa kisheria Mama Samia lipo kwa ajili ya wananchi, na dawati hili litambulike kwamba linatoa huduma bure kabisa. Mwananchi hatozwi hata senti moja. Ni bure kabisa. Kwa sababu lengo la dawati hili ni kuwanyanyua wale wanyonge ambao wanakuwa wanakandamizwa kwenye swala zima la haki zao, wananyimwa haki zao, labda kutokana na kiwango, labda mtu anakuwa na uwezo wa hali ya juu, lakini yule mwingine anakuwa na uwezo wa hali ya chini, kwa hiyo wanakuwa wanawaonea. Lakini kutokana na dawati hili la msaada wa kisheria la Mama Samia, tupo na tunapambana na tunazidi kupambana, changamoto hii iondoke katika manispaa ya Kigoma. Sisi ndio wajenzi wa Tanzania yetu.